Alikuwa anapambana sana na watu wanaiba wanaenda kujenga mahekalu, wengine wanaenda kujenga misikiti. Mpaka Nyerere akasema, sasa unaiba hela za umma, alafu najaribu kumhonga Mungu kwa kwenda kufanya mambo ya kimungu na hela ni za wizi, bwana sio sana. Kuna thawabu kweli? Labda sijui, lakini Nyerere akawa anasema unajaribu kumhonga na Mungu. Lakini asubuhi hii nabii Mika anatufundisha Mungu anachokitaka kwetu si sadaka za kuteketezwa au za kutoa mwanao kwa ajili ya dhambi zako au za kutoa mito ya mafuta a, a, Mungu anachokitaka kwetu ni kwenda kwa moyo wa kutenda haki na moyo wa kupenda rehema na moyo wa unyenyekevu. Bwana sio saa inaposema moyo wa kupenda rehema, moyo wa unyenyekevu ni moyo wa kuchukua tu hatua, wewe kama wewe, kuikataa dhambi. Unapofika mahali ukaikataa dhambi, unyenyekevu tunaosema si ule kwenda unanyenyekea kwa Ah. Eh? Bwana sio sana unakuta tumbaku nazimu unafanyaje? Halafu kwa vile eh, umefika hekaruni, unaenda kwa bwana wa... huo sio unyenyekevu wana Bwana Yesu asifiwe. Jamani, neno unyenyekevu ni kuikataa dhambi, hicho ndio kitu kwanza. Mungu anataka ufike pahali kwa hiari yako kabisa uikatae nini, ukatae masengeni ukatae kila kitu unachokijua hakimpendezi nani? Mungu. utende yale yanayompendeza nani? Mungu ndio kitu Mungu anakitaka kwetu, kwenda kwa unyenyekevu mbele za nani? Mbele za Bwana. Sasa haya mambo mengine tunayoyatenda ya haki maana asiyejua kutenda haki kwake ni dhambi, asitende. Kama hatendi kwake ni dhambi. Mambo mengine ya sadaka na mambo mengine inakuwa ni ziada, lakini cha kwanza mmeshahakikisha kabisa kwamba moyo wako huko sawa. Hapa hayuko mtu asiyejua dhambi yake, hayupo, hayupo, kwa sababu kila mtu anadhamiri ndani hivi nazungumza hivi, kila mtu anaona sasa kama kioo, lakini si kweli. Hii mnayo hii mnayo hii, hii, pamoja na kuwa hiyo roho naibishia, lakini sinakwambia Bwana sio sawa, utasema